Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangazia dondoo zako muhimu sana kuhusu kudhibiti hasira, uh, hasa kwenye ndoa mm-hmm. Maelezo yako yanatupa picha pana kweli. Hasira yenyewe tunajua ni hisia tu ya kawaida, lakini hapa ndipo panaposisitizwa: isipodhibitiwa, ah, madhara yake ni makubwa makubwa sana. Na dondoo zako zinaweka wazi kabisa, kukubali tu haitoshi ni lazima kuwe na usimamizi makini kweli. Lengo letu basi ni kupitia hizi mbinu ulizotupa, kuzichambua ili, unajua, upate kitu cha kukusaidia. Sawa kabisa, basi tuanze na ile mojawapo ya msingi kabisa iliyotajwa hapo. Okay, moja kwa moja, ile ya kufikiri kabla kutenda au hata kusema. Inaonekana rahisi, lakini maelezo yako yanaipa uzito mkubwa. Uzito mkubwa sana. Wanapendekeza kwa mfano, kuvuta pumzi, kuhesabu hadi kumi. E, maelezo yanaeleza kwa nini kitu kidogo kama hicho kina nguvu. Ndiyo, yaani dondoo zako zinaeleza kuwa huwa muda mfupi, hata sekunde chache tu, unatoa nafasi kwa, kwa ubongo kufanya kazi kimantiki zaidi. Ah, okay. Badala ya ule msukumo wa moja kwa moja wa kihisia. Ni kama kama breki kidogo kabla hujakanyaga gesi kwa nguvu, kujiuliza, hii itasaidia au itaharibu zaidi? Kama ulivyosema. Hiyo haswa hapo, unaleta mtazamo wakati hisia ziko juu. Na sasa baada ya hapo baada ya utulivu huo awali kidogo, mawasiliano yanafuata, na hapa dondoo zako zinakazia sana, zinasisitiza tuepuke ile lugha ya lawama, unajua ile ya wewe huwa. Kabisa, hiyo wewe ni hatari. Kwa nini maelezo yako yanaiona ni muhimu hivyo kuepuka? Kwa sababu mantiki iliyopo hapo ni kwamba ukianza na lawama, mwenzako mara moja anaanza kujihami mm -hmm. anafunga milango, anafunga milango kabisa mazungumzo yanakuwa kama uwanja wa vita. Lakini ukisema mimi nahisi au ninapata shida wakati unazungumzia hisia zako, unazungumzia hisia zako bila kumshambulia yeye, hapo unafungua mlango wa kusikilizwa. Na pia kuna ushauri mzuri sana hapo wa kupanga muda na mahali pazuri pa kuzungumza, hata kama inauma, hata kama inauma. Na muhimu zaidi, kuepuka kabisa, yaani kabisa kabisa, vitendo vya uharibifu kurusha vitu, ukali wa maneno au wa kimwili. Heshima lazima iwepo. Hilo linanifikirisha hoja nyingine nzito sana kwenye maelezo yako, kuepuka kulipiza kisasi. Ah, hiyo ni kubwa. Hata kama umeumia vibaya sana, dondo zako zinaonya usijaribu kurudisha. Kwa nini? Maana yake kulipiza kisasi ni kama kumwaga mafuta kwenye moto unawaka tayari. Hakitatui kitu, kinazidisha tu, kinazidisha tu maumivu chuki unajenga mzunguko mbaya. Basi dondoo zinashauri uwe mpana, uchague amani badala ya ushindi wa kulipiza. Na hapo hapo kuna lile pendekezo linaloonekana dogo, lile la kulala chumba kimoja, hilo lilo, hata kukiwa na mzozo mimi lilinivutia sana hilo. Linaonekana kama kitu kidogo, lakini kumbe lina ujumbe lina ujumbe mzito sana, usio wa maneno. Ni kama kusema hata kama tumekosana, bado tuko pamoja, hatujakata tamaa. Inazuia ule mgawanyiko kabisa kabisa, ingawa maelezo yako pia yanatambua wakati mwingine hali ikiwa tete sana mm, kunyamaza kidogo kwa busara, au hata kutoka nje kwa muda mfupi, ili kutuliza hisia inaweza kusaidia, lakini na hili ni muhimu sana ndio. Hata ukiondoka, njia za mawasiliano zibaki wazi, usimzime simu wenzako, usimfungie nje. Sawa, hilo muhimu. Sasa twende kwenye neno moja dogo dogo, lakini dondoo zako zinasema lina nguvu kulekwa hata na kupenda mara nyingine. Lipi hilo? Samahani. Aa, hilo neno, nguvu yake, maelezo yako yanakaza ukubali kosa bila kuanza kujitetea mara moja, kama kusema nyumbani si mahakamani, au sio? Kauli nzuri hiyo yani. Chanzo chako kinasema samahani ya kweli, ile ya kutoka moyoni, ina uwezo wa ajabu. Inayeyusha ugumu, inaanza uponyaji, na kujitetea kunaondoa hiyo nguvu. Ehe, inaweza kuonekana kama unakwepa uwajibikaji, na hili linaendana moja kwa moja na hoja nyingine kubwa hapo, kuachilia kusamehe, kinyongo, kuachilia kinyongo. Maelezo yako yanasema kushikilia yale makosa ni kama kama unakunywa sumu wewe mwenyewe ukitegemea mwingine ndiye ataumia. Unajiumiza mwenyewe, unajiumiza wewe kabisa. na pia kuna dokezo zuri la, la kuthibitisha upendo hata katikati ya mzozo. Unajua, kumwambia mwenzako na kupenda hata kama bado kuna hali ya sintofahamu, muhimu sana hilo. Wakati wa hasira ni rahisi sana kusahau ule msingi wa upendo. Kukumbushana huko kunaweza kuleta utulivu fulani, mm, mtazamo tofauti kidogo, mtazamo tofauti na vile vile, kuna kugusiwa umuhimu wa kutafakari upya maamuzi yaliyofanywa kwa hasira. Hasira ni mshauri mbaya sana, mbaya sana. Subiri tulie kwanza, subiri tulie, usifanye maamuzi makubwa ukiwa na hasira kali. Na mwishowe hizi hatua za kivitendo baada ya mambo kutulia kidogo, kumsaidia kazi, kumpikia, ujumbe mzuri. Mm-hmm. Yale matendo madogo madogo yanayoonyesha bado unajali, hata kuomba pamoja kunatajwa kama njia ya kuleta ufahamu. Ndio, hii yote kama ilivyo kwenye dondoo zako, ni mikakati ya kujenga tabia nzuri, tabia zenye afya za kukabiliana na hasira. sio kitu cha siku moja, ni mchakato ni mchakato. Na kama maelezo yanavyomalizia vizuri sana, ikiwa baada ya kujaribu haya yote bado unalemewa, bado hali ni ngumu, bado hali ni ngumu, basi kutafuta msaada wa kitaalamu kwa mshauri wa ndoa au mtaalamu mwingine, hiyo si dalili ya udhaifu, ni dalili ya nguvu, ni hatua ya busara. Kwa hiyo tukijumlisha haya yote kutoka kwenye maelezo yako, ujumbe mkuu unaonekana kuwa Kudhibiti hasira kwenye ndoa ni safari, safari endelevu. Inahitaji kujitolea kujifunza mbinu kama hizi na kuzitumia kweli kweli. Na sasa tunapofikia mwisho wa uchambuzi huu, tunakuachia wewe, msikilizaji, swali hili la kutafakari, linalotokana na kiini kabisa cha haya tuliyojadili. mm -hmm. zaidi ya kujua tu hizi mbinu, ni ahadi gani moja ndogo lakini thabiti, uko tayari kuifanya leo ili kuanza safari ya kukuza utulivu zaidi kwenye uhusiano wako, hasa nyakati zile ambazo hasira inataka kuchukua nafasi. Swali zito hilo la kujiuliza, jibu lako linaweza kuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa.